Sibana, siku ya jana baada ya Mbosokani kuvuta ndinga yenye thamani ya shilingi milioni mia mbili fedha za Tanzania. Hichi ni kitu ambacho watu wengi walishangaa. Sasa hivi Mbosokani ni moja kati ya wasanii ambao wanapiga mitonyo au wanapiga hela kimya kimya, alafu bila kutangaza, lakini pia hata albamu yake ambayo aliachia hivi karibuni EP ambayo inaenda uh, The Room number three, ni moja kati ya EP ambayo imesikilizwa sana uh, katika maeneo tofauti tofauti nikiwa namaanisha Afrika Mashariki kwa sasa so, moja kati ya vitu ambavyo watu wamevifurahi sana kinoma noma ni baada ya kuona leo Mbosso Khan aliposti eh, ya jana, Mbosso Khan kwenye Insta story yake akiposti ya, ya, watoto wake ambao wanamwombea dua kwa ajili ya kukumbwa na ajali yoyote kulingana na gari ambalo amelinunua. So, hichi ni kitu ambacho kimovutia watu wengi sana, na hata pia wapenzi wa mziki pia wameona kwamba love ya watoto kwa baba ipo palepale pale. Lakini pia ta inamaanisha kwamba watoto kuna namna maadili ambayo yanalelo wasitoshe kwamba baba ni msanii, lakini kuna maadili ambayo wanahitajika mtoto awe nayo. so hii ni video ambayo Mbosokana ilishea kwenye Insta story yake na kuonyesha watoto wake ambao imewataja majina pale, akiwa wanamuombea dua kwa ajili ya asipate uh, ajali na asipate uh, changamoto yoyote uh, kupitia gari ambalo amelinunua. Kuna uh, uh, kuna Osters Ikram pale kamtaja, ambaye ni mtoto wake kamuombea dua kuni, uh, kupitia gari yake, lakini pia kuna Ostars Yunus pale aliyomesha ni kwenye Insta story yake, lakini kuna mmoja pia kazungumza, kaomba dua kizungu zaidi, lakini kuna utani mwingi sana ambao ulikuwa unatokea pale akiwa na wajoki, lakini hii ni tafsiri nzuri sana kwamba hawa watoto kuna namna ambavyo melele wanampenda baba yao of course. So slide ya pili akapiga nao picha kwa pamoja. Sasa mimi nahitaji maoni yako kwenye comment section kwa namna ambavyo Mbosso kani, ambavyo mnamfahamu kuwa ni msanii. Wengi walitegemea au wengi walikuwa open sana kuona watoto wa namna vile Taji maoni yako hapa kwenye Bongo Plus TV, utakuwa umetisha kinomanoma. Sasa mimi nakusogezea hii video uitazame, watoto ambao wanavyomwombea baba wao. Amin.

It cannot it cannot get any accident. Amen. Amen. That's why Daddy is using this car for, for for going to, to do work. Amen. Amen. Alhamdulillah ya rab